Mwanamke wa sita ni ule mwanamke mwenye kujifananisha wa na wanamume. Maana kuna wanawake walishejifanya wanaume wanawake au wanawake wanaume. Huu ni mwanamke ambaye kalaaniwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo kutoka katika hadith ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema la'ana Rasul sallallahu alayhi wasallam almukhannathina min arrijali al binnisai walmutarajjilati min an nisai. Mtume amewalani wanawake wanamume wenye kujifanya wanawake na wanawake wenye kujifanya wanamume, kwa aina zote sawa vile wanavyojifanya kuvaa manguo yao. amemlani mwanamke mwenye kuvaa mavazi ya wanamume na amemlani mwanamke mwanamume mwenye kuvaa mavazi ya wanawake. Mwanamke wa saba, almutabarrija almuta almutabarrija. Almutabarrija ni yule mwanamke mwenye kudhihirisha mapambo mapambo, maanake umevaa mtandio au umevaa jilbabu unachukua, unaweka mahereni yako nje au umevaa kikuku, pamoja na kuwa kuna ikhtilafu. Kikuku mnakijua eh? ni hivyo hivyo, ile cheni ya chini ya miguu ile kikuku. Kuna ni kina hukumu ya uharamu na kinakuwa na hukumu ya uhalali. Kikuku ni halali utakapokivaa nyumbani kwako kwa mume wako, ila itakuwa ni haramu kukivaa pindi unapotembea barabarani, na uharamu wake unakuja